Karibu mpenzi mtazamaji, tunashuka kwenye mitandao ya kijamii, na tuko kwenye ukurasa wa Facebook wa Maria Sarungi. Maria ameweka post kwenye ukurasa wake wa Facebook inayozungumzia masuala ya wanajeshi na maandamano ya Disemba tisa. Sasa ngoja nikusomee alichokiandika. Anasema wanajeshi wamemind kutumika kama polisi, leo wanajeshi walio ewa amri washirikiani na polisi kutisha wananchi, kumbe hata maji ya kunywa hawajapewa. Sasa acheni kudeka, msikubali kutumika kutisha wananchi. Ila sasa kuna mwingine ananiambia shida, wa wa ni wakubwa wengi ni wa Zanzibari, hawana habari, maana wanajua wakirudi makwao ndugu zao wako salama. Yaani narudia nchi inaendeshwa kiwaki kabisa. Sisi tupambane tu tusideke, tusilie na tusikae kinyonge. Hiyo ndo post yake Maria na ameambatanisha na ujumbe unaoaminika kuwa An, ni ujumbe kutoka kwa mwanajeshi. Unasema dada Maria, kwa sasa muda wa kutoka kazini umesogezwa mbele hadi sasa saa kumi na mbili jioni, ila soon tutaitwa kambini, lakini kilichofanyika ni kwamba jeshi pamoja na polisi tunapiga patrol za ngini. Hii ni taktik, wanaogopa mapinduzi. Ndio maana wanatutoa makambini na kutuzurulisha mgini. Hakuna hata maji ya kunywa kutwa nzima na usiku kucha askari wame Choka, yani wanalalamika, tunafanya kazi za polisi. Tunaomba watu wote siku ya Disemba tisa kila mtu atoke hii serikali eh, iondoke. Mambo zaidi, eti polisi ndio wakuu wa hii operation, yani ni fedheha kabisa, yani wanajeshi tunapokea maelekezo kutoka kwa polisi, yani viongozi wa jeshi wamekuwa mazizeta. Sijawahi ona CDF kama huyu anaendelea kuandika hapo katika ujumbe uli huo uliowekwa kwenye ukurasa, ukurasa wa Facebook wa Maria, yaani kuna wakubwa wengi wenye asili ya Zanzibar pia wapo jeshini, hawajali image ya jeshi au chuki za wananchi kwa jeshi, kwa sababu wengi makazi yao yapo Zanzibar na familia zao zipo Zanzibar. Hawaoni hatari kuleta chufi huku bara kwa kuwa haitawahusu wenyewe, kama Chief of Staff. haya ameandika hapo, waepeekana picha wa za wanajeshi wakiwa mtaani na mambo mengine ya pilikapilika za mji. Sasa kwenye comment section watu nao hawakunyamaza, wakatoa maoni yao. Ngoja nikusomee maoni yaliyotolewa na watu kwenye ukurasa huu. Mmoja anaitwa Kivingo anasema, lituingiza chaka hivi hivi tarehe 29 Oktoba, jichanganyeni tena tarehe 9 Desemba. Na Magufuli kipenzi cha watu anasema, kama kutoka tutoke wenyewe, achaneni na hao, jeshi la maonyesho Tukuswiga swiga ikasu anasema, mimi wanajeshi wakilalamika wananishangaza sana, yaani wanajeshi wanategemea wananchi ndio wakomboe badala ya wao kuwakomboa wananchi. Kama wao hawawezi hata kujipigania wao wenyewe, sasa hili jeshi ama anauliza, katika sehemu ya kutolea maoni ya posti hiyo kwenye ukurasa wa Facebook wa Maria Sarungi. Haya, Ding Faisal anasema wadanganye tu watu, kama tarehe 29 uendelee kupokea posho kwa mabeberu wenzako, akaumie maana, kapteni wenu sijue aliishia wapi, uanze kuwaambia tumeni video za mlivyopigwa. Ni maoni ya Ding Faisal. Mzee wa nchi yangu anasema kelele zako za za chura zilijaa hadaa, wadanganye wasiojua nchi na wenye viapo lakini hivi sisi waadilifu, mnavyojidangania Desemba tisa ukweli niwaambie, itakuwa mwanzo na mwisho wa michezo hii ya mabeberu kwa jasho na damu. Wasiojielewa, tunataka hii iwe fundisho. Black Mila yeye yeah, anaandika anasema: wanatumia kila mbinu ili watoto wa watu wakapate matatizo. Hiyo tarehe tisa mwanzo ilikuwa hivi hivi, jeshi lipo upande wenu, hatimaye sasa nyingine ni changanyeni. Zefania Lugisa anaandika mi najua hatuna jeshi, tutatoka wenyewe kama tarehe 29 Oktoba. Kwa ufupi, maoni ni mengi na, na baadhi ya watu wanaonekana kutokuamini uh, kwamba eti jeshi litakuwa upande wao. Wengine wanawakosoa wanaoshabihisha maandamano ya 9 Desemba kama unavyojionea na maoni ni mengi sana, haya ni kwa ufupi tu tuliyoweza kuyasoma. Mima Victoria anasema tutoke wenyewe tu, hatuna jeshi. Mendili anasema kumbe huna akili, anamwambia Maria. na Mage Manuel yanasema hawachelewi kututelekeza, msiwaamini bwana. Haya kwa haya na mengine tunaone tena, wakati mwingine tutakapoipekua mitandao ya kijamii nchini Tanzania na wasemavyo wana mitandao hiyo. Kwa heri.